Unafikiri, kwa nini watu wengi walio kwenye ndoa hawana maendeleo? Mtu anafanya kazi analipwa mshahara, lakini hana maendeleo. Anafanya biashara haziendi, huoni akimuvu unajiuliza, hivi anafilisika kwa sababu ya kuoa? Sio kweli, ngoja nikupe siri. kuna vijana wengi wanaingia kwenye, kwenye ndoa akiwa tayari huko alikuwa maraya maraya, alafu wengine aliofanya nao maraya akazaa nao na wale hajawaoa, tutoto twao tupo na tule tutoto, tunaanza kuwasumbua yule mama anam, anam, anampigia simu x na sikia umeoa, anasema eh hey, sina shida na kuoa endelea, haikuwa riziki yangu, lakini hapa pana katoto kako na mimi siwezi kuwa nateseka nyumba ya kupanga na baba yao yupo. Kwa hiyo tu mara kitano nilipe hiyo miezi sita. Ah, sina huna eh. Okay, nitawahi asubuhi nije hapo nyumbani nibebe na katoto tumuombe mama yao mdogo maana mimi ndio nilitangulia ulizaa na mimi. Tumuombe mama yao mdogo ya awalipie kodi watoto wake wa kufikia. Sasa, aa, ukifika sasa ndio utaniharibia sasa, kwa sababu hajui kama ni. Anasema, ndio utoe sasa kwa usalama wa ndoa yako tu mara kitano. Unafanyaje? unachagua viwili utume au aje kuharibu. Ndio mwisho, mtu kamshahara kake kote ka mwezi kamenda kulipa rent. Anamwambia, uh, uh, kodi umelipa tayari, lakini sasa mi sina mtaji ili niendele kupata hela za kulea mtoto wako ko nije. Uh, subiri. Anakopa, anampa mtaji, anafanya biashara mtaji unakata, anasema samani x ile biashara nilikuwa nafanya imenikata, nataka nibadilishe biashara, kwa hiyo tuma milioni mbili ili nifanye biashara nyingine. Aha, nije. Aha, anakopa. Sasa unashangaa mtu analipa mshahara, anarudi nyumbani mikono mitupu, amekatwa. Amefanyaje? Amekaa pona maendeleo, siaoni Kumbe kuna kamama sasa. Fikiria, anatumama tutatu ambato tote alizaa nato, alituacha na tote, tunamsumbua hebu niambie, huyu huyu kijana atakuja kuwa na maendeleo kweli? Ndio unashangaa mtu ameoa lakini hana amani, unaona mtu anakonda.